Wagombea wa nafasi za uongozi wa idara ya uandishi wa habari chuo kikuu cha Iringa waeleza sababu za wao kugombea nafasi hizo. <muchilis> Jeshi la nchini Uganda lasitisha uhusiano na jeshi la nchini Ujerumani. <muchilis> Na katika michezo na burudani, kuelekea fainali ya ligi ya midia dei, viongozi wa baji tu fc na viongozi wa baji fc wameeleza namna walivyojiandaa. Habari, mtazamaji wa UoI Digital popote pale unapotufuatilia, hii ni taarifa ya habari kutoka hapa UoI Digital itakayosoma kwako nami Lameck Kigai. Kuelekea uchaguzi wa viongozi wa idara ya uandishi wa habari chuo kikuu cha Iringa, unatarajiwa kufanyika siku ya Jumamosi ya wiki hii, wagombea wa nafasi za uongozi wa mwenyekiti pamoja na makamu mwenyekiti wameeleza sababu za wao kuwania nafasi hizo za uongozi. Mwanahabari wetu Joyce Entro ana undani wa taarifa hii. Wagombea nafasi ya wa mwenyekiti, Jumanne Bulali na Samuel Mwaipaja wameweza kuelezea sera zao na namna watakavyotimiza majukumu yao kama viongozi. Na sababu kadhaa zilizonisukuma kuweza kugombea, tukiachana na mambo mazuri ambayo uongozi uliopita umeyafanya, nami nimewiwa kuweza kugombea ili kuendelea kuwatumikia wanafunzi wenzangu wa uandishi wa habari. Baadhi ya vitu ambavyo nakusudia kuvifanya kama nitaaminiwa siku ya tarehe 31 mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano ni pamoja na kuleta umoja wa kweli katika uh, kitengo chetu cha uandishi wa habari. Uh, sababu ya msingi ya mimi kugombea wenyekiti wa Press Club ni kutafuta kurejesha heshima ya journalism au kurejesha heshima ya uandishi wa habari hapa chuoni Chuo Kikuu cha Iringa. Kwa hiyo kila nitakalofanya nikiwa mwenyekiti wa Press Club ni kurejesha heshima. Pia kwa upande wa wagombea nafasi ya makamu mwenyekiti, Hamidu Abdalla pamoja na Fredi Masanja wamesistiza kuwa endapo watafanikiwa kupata nafasi hizo, wanaahidi kuleta mabadiliko ndani ya tasnia ya uandishi wa habari. Wanasema raha ya ngoma uingie kati uicheze. Sawa, hata mpira wale wanaolikopo uwanjani unaweza ukawalaumu kwa kutocheza vizuri, lakini wewe ki wandani ya mchezo unaweza ukajua magumu au mazuri kiasi gani ambayo wao wanakutana nayo, kwa sababu mimi nimekuwa mshauri kabla ya kutaka kugombea makamu mwenyekiti wa press club. Nilikuwa mshauri wa press club na yapo mengi mazuri ambayo nimewashauri, yapo ambayo wamechelewa kuyafanya na yapo ambayo wamewahi kuyafanya. Moja kati ya hayo ni hizi microphone ambazo hata nyinyi mnazitumia, mna, mna mimi wakati najiunga na chuo hiki hazikuwepo hizi lakini ushauri wangu niliwashauri wakafanyia kazi, mikrofoni zipo sasa na mengine mengi mazuri kwao. Natamani hayo niweze kuyafanikisha nikiwa ndani ya uongozi. Kubwa iliyonifanya nije kugombea na nafasi ya makamu mwenyekiti ni pamoja na kutengeneza kutengeneza eh, misingi na, na, na, na, na njia kwa ajili ya eh, kitengo chetu hichi cha uandishi wa habari hususan ukiangalia Uh, misingi ambayo ilikuwepo niliona kama haipendezi hai haitupendezi kama wanafunzi kwa jinsi inavyokwenda. Kwa hiyo nikaona nikigombea, inawezekana nikaleta mabadiliko chanya katika kitengo chetu cha uandishi wa habari. Na haya ndio baadhi ya maoni na sababu ambazo tumezisikia kutoka kwa wagombea wa chama cha Place Club 2025 hadi 26. Nikiripoti kutoka viunga vya chuo kikuu cha Iringa, mimi ni Joyce Andrew wa UoI Digital. Taarifa yake Joyce Entry na ya tukamilisha habari za kitaifa, tupate mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari za biashara na uchumi zitakazoletwa kwako na Francis Mkinga, ni kusii, endelea kuwa nasi. Meneja wa benki ya CRDB tawi la Iringa Baraka Luhoja ameeleza lengo la kuanzishwa kwa mradi wa Youth Launch and Scale uliolenga kuwawezesha vijana kufungua akaunti na kuhifadhi akiba. Ameasema hayo katika tamasha la Youth Launch and Scale ambalo limeandaliwa na CRDB chini ya CRDB Foundation Bank lililokuwa na lengo la kufungua akaunti na kuhifadhi akiba kwa vijana wenye mawazo ya kibiashara <tuhi> bajeti namba ya hifadhi fedha na vitu kama hivyo, lakini pia kulikuwa kuna zoezi la ufunguzi wa akaunti za CRDB ambacho pia ni moja ya kigezo katika kupata fursa za kuwezeshwa kutoka CRDB Bank Foundation. Tunashukuru, mwitikio ni mkubwa, zoezi limeenda vizuri, na natumaini vijana hawa watanufaika katika shughuli zao, kuweza kuinua teknolojia, lakini pia kulinda mazingira yetu.

Nao baadhi ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa waliohudhuria katika mafunzo hayo siku hii ya leo, ikiwa ni siku ya mwisho katika tamasha la UniLaunch and Scale, wameeleza walivyopata elimu juu ya namna ya, ya kufungua akaunti na kuhifadhi akiba sana ni tamasha linalojulikana kwa jina la Uni Launch and Scale ambalo liliandaliwa na CRDB chini ya CRDB Foundation Bank, ambalo lilikuwa linahitimishwa hii leo na lilikuwa na dhumuni la kufungua akaunti na kufundisha namna ya kuhifadhi na kutunza hela kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Kutoka katika viwanja hivi vya Science Block, ni mimi Francis Mkinga wa UoI Digital. Asante sana Francis Mkinga kwa kutuletea habari za biashara na uchumi. Na sasa twende tuka kuangazia habari za kimataifa zitakazoletwa kwako na Muhamedi Kiswiri. Jeshi nchini Uganda limetangaza kusitisha uhusiano wa kijeshi na nchi ya Ujerumani baada ya kumshutumu balozi wake nchini Uganda, Matt Shaw kuwa akijihusisha na shughuli za uasi na kusema kuwa hastahili kabisa kuwa katika taifa hilo. Nchi ya Ujerumani imepinga kuwa shutuma hizo za balozi wake nchini Uganda kuwa amehusika katika vitendo vya uasi kuwa shutuma hizo ni za upuzi na hazina ukweli kabisa. Ambapo mzozo huo unajiri baada ya kauli za jenerali mkuu wa jeshi la Uganda Ken Rugaba na kupelekea balozi huyo wa Ujerumani kupata wasiwasi wasi juu ya kauli hizo zilizokuwa zikichapishwa katika mitandao ya kijamii hasa hasa X zamani Twitter. Ukraine. Jeshi la anga la nchini Ukraine limedai kuwa Urusi imeshambulia tena nchi yao kwa kurusha makombora tisa kwa kutumia ndege 360 zisizo na marubani usiku kucha. Shambulio hilo limesababisha vifo vya watu kumi na mbili na wengine wengi kujeruhiwa vibaya katika mashambulio hayo na mengine yaliyofanyika mwisho wa juma lililopita. Naye rais wa nchi ya Marekani Donald Trump amemwita rais wa nchi ya Urusi Vladimir Putin mwendawazimu na amesema kuwa hajafurahishwa na kitendo kifanya cha kushambulia watu wengi cha kushambulia nchi ya Ukraine na kusababisha vifo vya watu wengi katika miji mbalimbali mbali, na kwa kutupa mabomu. Shukrani sana Mohamed Kiswili kwa kutuletea habari za kimataifa. Mtazamaji wa UoI Digital, tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na burudani zitakazoletwa kwako na Jacqueline Mtewele, ni kusiendelea kuwa nasi. Hatua za mwisho kuelekea fainali ya Media Day, manahodha pamoja na wachezaji wa timu ya mwaka pili na watatu wameonyesha namna ambavyo wamejiandaa kwa ajili ya fainali ya Media Day ambayo itachezwa siku ya Jumamosi katika viwanja vya Kigonzile. Aidha, manahosa wa timu zote mbili wamesema kuwa wamejiandaa vyema kwa ajili ya fainali hiyo kwa mazoezi ya kutosha na hata pia kwa ushindi wa kuondoka na zawadi iliyoandaliwa. Sisi tumejipanga vyema, tunachokitaka sisi ni ushindi, kama tunavyofanyaga siku zote. Sisi slogan yetu ni kwamba tutafungwa, lakini fainali lazima tutachukua kile ambacho kinakuwa kimeandaliwa. Sisi tunachokitaka sisi ni kwenda kuchukua tumbuzi kama kawaida yake. Eh of course ni dabi kwa sababu ni opponents wetu ambao walitufunga kwenye matu, kwenye hatua ya makundi Waliweza kutuonyesha kwamba kumbe kila kitu kinawezekana, sisi tulichukulia, kumbe wao wakaja wame, wame focus kabisa wakatuonyesha kwamba everything can be possible. So sisi tunachokitaka sisi ni kwenda kuwaonyesha kwa kwamba licha kwa wao walitufunga, wakidhamia wakidhamia kwa sisi ni wabovu, tunataka kuwaonyesha kwamba sisi ndo baji tu eh, ambayo sisi tukifika finali tunaonyesha kile ambacho tunakiweza. Of course, sisi ndo timu ambayo ukiangalia kwenye kwenye kitengo cha uandishi wa habari timu ambayo tupo vizuri kuanzia safu ya ulinzi mpaka kwenye attacking e, sisi kama timu tumejiandaa vizuri e, tangu siku baada ya kumaliza mchezo wa mwisho hatua ya makundi tulipumzika kwa siku moja, lakini baada ya hapo kulingana na hali za wachezaji wetu jinsi zilivyo tuli, tuliamua kuendelea na mazoezi mepesi mepesi ili kujiandaa na mchezo na mchezo huo kwa ajili ya kuweka mwili sawa, kwa sababu wengi wetu mili haikuwa hai na utimamu wa asilimia mia moja kwa sababu tumetoka kwenye e, vituo vya kazi kama nilivyoeleza tangu mchezo wa kwanza. Mm, timu ambayo inakuwa ina na tofauti moja na darasa jingine kunakuwa na upinzani mkubwa e, kulingana na namna ambavyo inakuwa, mwaka wa kwanza na mwaka wa pili, mwaka wa pili na mwaka wa tatu, mara zote inakuwa ni mechi ngumu nime sana, kwa hiyo na ugumu pia wa, wa mchezo huu unachagizwa, unacha, unacha, unacha na matokeo ya mwisho ya kwenye hatua ya makundi, kwa sababu timu tunaenda kukutana nayo ni timu nzuri. Kwenye, kwenye, kwenye, kwenye kitengo chetu cha uandishi wa habari ni miongoni mwa timu nzuri ambayo imejengeka jenge, ime kila, kila idara kuanzia eneo la nyuma katikati mpaka mwisho, lakini matokeo ya hatua ya makundi ya mwisho ambayo sisi tumeweza kuyapata ndio yanachagiza kwe, ya ugumu kwenye, kwenye mchezo wa fainali lakini sisi ile imetupa motisha kwa sababu tumeweza kuonyesha kitu, kwa sababu mchezo wa mwisho hatua ya makundi dhidi yao tumeweza kushinda tena kwa clean sheet, mabao matatu kwa sifuri tuliweza kuyapata kwao. Kwa hiyo hii imetujengea hali ya kujiamini zaidi na mazoezi tunayoyafanya ni kwa ajili tu ya kujiweka miili sawa na kuendea mchezo huo, kwa hiyo utakuwa mchezo mgumu lakini na imani utakuwa mchezo mzuri kwa upande wetu. Nao baadhi ya wachezaji wa timu zote mbili wamesisitiza kuwa wamejipanga vyema kukabiliana na wapinzani wao na kuwaasa mashabiki wasikose uwanjani, ili kuwapa support watakapokuwa ndani ya uwanja. Maandalizi ni mazuri, kutokana na mchezo wenyewe ushauita ni fainali. Fainali haijawahi kuwa rahisi wala haijawahi kuwa nyepesi, kwa sababu ni mchezo ambao kila mtu anatamani kupata ambacho kimeandaliwa na mashindano kwa ujumla. Ah, mimi ninachoahidi mashabiki wetu ni kwamba wajitokeze kwa wingi na kwa motisha ile ile ambayo walikuwa nayo tangu mwanzo mpaka kufikia siku ya fainali, wasituangushe. Sisi tunachotarajia ni kuona wao wakijaa uwanjani kwa wingi, kwa sababu tunachoamini sisi kwamba tunaenda kuwapa faraja na furaha ambayo wanahitaji, na ubingwa utaurejesha nyumbani na kuendelea kujitetea zaidi kwamba sisi ndo wabingwa watetezi na utetezi tutaendelea kubakiza kwetu. Tumejiandaa kuwafurahisha washabiki wetu watakaojitokeza uwanjani kwa kuweza kushinda huo mchezo. Kwa upande wangu mimi kama goalkeeper, ni waahidi tu, sitaruhusu goli lolote, clean sheet zitaendelea pale zilipoishia. Hizi ni tambo za wanahoza pamoja na wachezaji kuelekea fainali ya miliad itakayofanyika siku ya Jumamosi katika uwanja wa Kunzuu. Nikiripoti kutoka viwanja vya Ihai venye a wa UoI Digital. Asante sana, Jacqueline ni mteure, kwa kutupitisha viwanjani. Mtazamaji wa UoI Digital, kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, tujifunze lugha adhimu ya Kiswahili kupitia msamiati wa leo, kutoka kwake kalimu Yasin. Mtazamaji wa UoI Digital, karibu kuna kipengele adhimu cha msamiati wa Kiswahili, na leo tuko na msamiati fedhuli

Tumeweza kuwatazama wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa wakijaribu kutuelezea wao wanafahamini juu ya msamiati fedhuli. Tumeona wengi, baadhi yao wameelewa maana yake, wengine wameshindwa kuelewa maana yake. Maana halisi ya msamiati fedhuli ni yule mtu mwenye tabia mbaya, ama utovu wa nidhamu. Na nataka nikuachie sentensi isemayo kwamba Yusufu ana tabia za kifedhuli. Na ngoja jina ni Karimu Yasin. Nami na kuacha na sentensi inayosema fedhuri hapendi katika jamii nam, na hii ndiyo maana halisi ya msamiati fedhuri. Mtazamaji wa UoI Digital, na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa UoI Digital. Ulikuwa nami Lameki Kigai, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kwa kuandamana nasi mwanzo hadi mwisho, ni kutakie usiku mwema.